Cha kocha kwa hiyo sitamwona shabiki ambaye anaweza kalaumu uongozi kwa upande wangu, kwa sababu kocha alihitaji fungu, amepewa. Na hata usajili ambao kocha ameufanya ni usajili wa kiufundi sana, kwa sababu ameenda kukuta yale maeneo ambayo msimu mjana tunaonekana tuna watu imara. Mimi nadhani Simba hii hii tunaenda kuchukua ubingwa msimu mjana. Kwa ngao imekuja mapema, tumeikosa. Tunawapongeza, tunawapongeza Yanga meita lakini pia dabi inaweza kama imepoteza mvuto, kutokana na moja kwa moja inaonesha mnembo umeangukia kwa dereva, yaani mti ume umeegamea upande mmoja mara sita. Zamani tulikuwa kidogo meza kuwa kishinda dabi, unaenda unashinda dabi, tulikuwa tunagawana, lakini sasa hivi hata dabi sidhani tunaona kama mmoja. Kwa hiyo tunapongeza Yanga, lakini kwa Simba hii kwa, nasema ajala na furaha. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu, umeona msimu jana ambao tumefanya tumecheza fainali ya kombe la shirikisho lakini pia tumecheza fainali na hawa Yanga kwenye NBC, lakini kile kikosi kilikuwa ni kikosi cha cha wachezaji wachezaji kikosi <laughs> cha viongozi viongozi walimsajilia bado wachezaji wengi, lakini unaona moja kwa moja bado walikuwa Ndembe nimeanza. Anaona nani ni muweke. Sisi tumecheza fainali na Bekane. Simba imenebepambana sana. Lakini tulikuwa tunakosa wale watu imara sana. Lakini msimu huu kocha yeye mwenyewe tunasema kikosi kimeimarika kwa sababu ameenda kuleta watu ambao wapo kwenye high profile. Nikimwangalia kwa mfano Nio Maema, ameenda kutolewa CHAN, amekuja pale moja kwa moja na kwenda kuanza. Tunamwongelea Soa. Watali wa Soa nadhani tunamjua kwa sababu amecheza kwenye ligi yetu. Pia na Alasan Kante. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu na usajili ambazo zimefanyika kiufundi zaidi. unaambia nini mashabiki wenzako wa Simba baada ya matokeo? Mashabiki wa Simba, tuendelee kuungana kuisupporti timu yetu. Ndio maana unaona mashabiki wengi sana hawajawa na lawama nyingi sana kwenye hichi kikosi. Namsaidia waendelee kula kalanga.